Jirani, ujambo jirani, nakusalimu kwa jina la jumuiya, kama ambavyo unasema unatupenda kwa sababu sisi ni wanajumuiya moja. Jirani, wakati sisi tuko lockdown hatuna access ya internet, tulipokuja kurudi hewani tulikuta watu wako wakisherekea, wakifurahia yale yaliyotufika sisi kama Watanzania. Jirani, pia tuliona kwamba watu wako walikuwa wakiwapa maelekezo wale vijana wenzetu waliofanya uharibifu ndani ya Tanzania. Lakini pia jirani, tumekuona ukifanya juhudi kubwa sana hadi kulipia blogs mbalimbali kutangaza zile habari ambazo ni hasi kwa taifa letu, kuelezea story yetu kwa upande mmoja tu, na watu wanakuamini kwa sababu wewe ni jirani yetu. Wanaamini wewe unatutakia mema, wanaamini wewe kwa kuwa upo karibu na sisi unaujua ukweli wote, jirani. Lakini jirani, lakini hukuchagua kusema ukweli wote, ukachagua kusimulia hadithi yetu kwa upande mmoja tena ule wenye mlengo hasi kwa ajili ya taifa letu, jirani lakini pia jirani, tumeona vyombo vyako vya habari ambavyo vimesimama kidete, mstari wa mbele kuripoti yaliyokuwa Tanzania, tena yale ya upande mmoja tu, kama kawaida yako. Lakini pia tumeona mpaka mtoto wako mmoja anafikia hatua ya kwenda kusema amefanya research ndani ya siku kadhaa tu, na anaenda kuipublish kwenye taasisi kubwa kabisa ya habari, jirani ukiwa unamwangalia mtoto wako, mtoto wako anatupanda kichwani, unamwangalia mtoto wako anatuvunjia adabu, unamwangalia jirani. Kweli unatupenda jirani? Na kuna wale so called keyboard heroes, keyboard warriors. Jirani umewahifadhi hawa watu, jirani? Unatupenda watu ambao wao wakiamka asubuhi mpaka wanapoenda kulala jioni, wapo kwa internet wakitype kila kitu kibaya, kila kitu kibaya vilivyomo na visivyokuwemo, na ambavyo hata hatujawahi kuvisikia wanavitype, wakiwa nyumbani kwako, kwa jirani. Jirani umewahifadhi hawa watu jirani, kweli unatupenda jirani? Inaonekana ukifurahia matukio haya yaliyotokea Tanzania, kwa sababu ndiyo mpango wako wa muda mrefu sana. Tazama jirani, wakati sisi tunaambiwa na hawa wanaharakati tunatakiwa tu promote hashtags zitakazoshusha utalii jirani, wewe umeanza kulipia matangazo ya utalii nchini kwako. Jirani, kweli unatupenda? Na hii inanifanya nije kwenye ile conclusion ya kujiuliza, je, uliwahi hata kutupenda? Uliwahi hata kutupenda huko nyuma ulipokuwa unasema unatupenda ile kauli ya kusema sisi ni ndugu, je, ni kweli uliwahi kutupenda kama ndugu? Kwa sababu sisi tulikupenda tukakukaribisha, tukala vya kwako, ukala vya kwetu, tukiamini unatupenda kama ambavyo tunakupenda na unatutakia mema kama ambavyo tunakutakia mema. Lakini jirani, si ndio, kuna ule usemi wa adui yako mwombee njaa? Mbona wewe ndicho unachokifanya? Umetuombea njaa umesaidia kuitengeneza njaa na katikati ya njaa yetu, wewe unasherekea, tena unaanza sasa kupromote bidhaa zako katikati ya njaa uliotuombea na kututengenezea. Jirani, uliwahi hata kutupenda jirani zako? Tumepitia kipindi kigumu cha kumpoteza shujaa wetu na mpendwa wetu Magufuli, lakini Mungu akatusaidia kama ambavyo Waswahili husema, Mungu akikupa kilema anakupa na mwendo. Mungu akatupatia mama, mama akatuvusha kwenye kile kipindi akaweza kutekeleza miradi yote mikubwa ambayo shujaa wetu alikuwa ameianzisha. Tulikamilisha mradi wa SGR tukaongeza ndege za Air Tanzania tukamalizia mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Jirani, hatukuwahi kukuona ukifurahi nasi katika hayo, hatukuwahi kukuona ukifurahia maendeleo yetu, licha ya zile changamoto ambazo tulipitia baada ya kumpoteza shujaa wetu na mpendwa wetu Magufuli. Jirani, furaha yako ambayo hatujaiona siku nyingi sana imeonekana, imeonekana kipindi hiki ambacho Tanzania imechanganyikiwa. Furaha yako imeonekana kuwapongeza walioiharibu nchi yetu. Furaha yako inaonekana ukiwapa morali vijana waendelee kuibomoa Tanzania kwa mikono yao wenyewe. Jirani, nina neno moja la kukwambia. Kama ambavyo tulimpoteza Magufuli, tukampata Samia, tukavuka, tukatekeleza miradi ambayo wengi hawakudhani tunaweza, basi nakwambia jirani, hata hili sisi tutalimaliza, tutasimama tena. Tanzania itarudi tena kule juu kileleni. Alafu tutasubiria kuona tena furaha yako pale tutakaporudi tena.